Kwa jina anaitwa Ashraph Abdulkarim, ni meneja mkuu wa shirika la masoko ya Kariakoo. Utaratibu wa kugawa vizimba au maeneo ndani ya shirika la masoko kwenye soko letu la Kariakoo kulikuwa kama ifuatavyo: baada ya soko kuungua watu wengi wengine walikuwa wanapanga njiani, wengine walikuwa na maeneo, wengine walikuwa na, wengi na share vizimba kwao. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam aliunda kamati kwa ajili ya kuhakiki wafanyabiashara waliokuwepo na kuweza kuwarudisha sokoni. Uhakiki ulifanyika kushirikiana na kamati ya mkuu wa mkoa ambayo ilijumuisha watu wa shirika la masoko, wa vyombo vya ulinzi na usalama, lakini mkuu wa mkoa na wafanyabiashara wenyewe baada ya uhakiki kufanyika, ulifanyika uhakiki wa kwanza, ukapewa mkoa, mkoa wafanyabiashara, kaja malalamiko, ukapitiwa tena, ukaboresha, ukaja wa mwisho ambao ilikuwa na wafanyabiashara elfu moja mia tano na ishirini au. Sasa ndio tuna rekodi zao na ndio tumeanza kuwapangia maeneo, wameona maeneo yao, wengine wamesaini mikataba tayari kwa ajili ya kurudi. Kwa wapya, wafanyabiashara wapya, ni utaratibu gani ulitumika kuwapa vizimba na wao? kwa wafanyabiashara elfu moja mia tano na ishirini ambao walipata ilikuwa ni wazamani ambao wenyewe wakuwa na utaratibu ni kuwahakiki hivyo lakini kwa kuwa mheshimiwa rais dr samia suluhu hassan soko amelijengwa kwa ukubwa kwa hiyo kuna nafasi ziliongezeka zaidi ya mia tatu hizo zitangazwa kwa njia ya mnada mnada wa elektroniki ambao uko chini ya ofisi ya rais tamisemi ambapo mtu anayetaka kizimba au eneo anaingia kwenye mfumo anashindana mwenzake, mwisho, na mwenzake anayekuwa wa mwisho bei ambayo tumeiweka kuna ya chini na ya juu ila anayefikia juu wa kwanza ndiye anayechukua eneo Mnada ulifanyika mwezi wa tano na tulitumia wiki nzima kama sheria inavyotaka kutangaza kwenye vyombo vya habari wote ikiwemo kuzunguka kwenye TV na redio kuwatangazia umma ili waweze kufahamu. Na ndani ya wiki moja tayari maeneo yote yalishachukuliwa kwa ajili ya kuanza kulipia pesa za amana. Wao wamelipia amana, wamekuja kusaini mikataba nao wanasubiri wao Mheshimiwa Rais aje kesho kuzindua soko na waweze kuingia. Kama mlivyoona ukipita wengine washafanya matengenezo, wanasubiri tu waweze kuingia sokoni. Kuna baadhi wamesema kwamba majina yao wameshapata vizimba lakini majina yao hawajayaona. Ni utaratibu atibu upi ulitangazia ulitumika kuwatangazia wale waliopata vizimba kwa ambao ni wateja wapya, wateja wapya walipata kupitia mnada. Kwa hiyo ilikuwa sharti la mnada ilikuwa inaeleza ukishamaliza kupata eneo ndani ya siku saba, unakuja kulipia amana, unapata eneo. Lakini kwa wale ambao wanasema walipata eneo kwenye mfumo hawajapata, kuna maeneo ambayo tunasema ni ramps. Mheshimiwa Rais alielekeza kwamba hadi wamachinga wapate maeneo. Kwa hiyo kuna watu wanapata maeneo makubwa. Sasa zile ramps zenyewe ni ndogo. Kodi zao ni ndogo, 80,000, laki moja. Kwa wale sasa ndo wamachinga ambao walikuwa wanapanga chini, mheshimiwa alisema soko ni la kwao wote, kwa wale sasa watakuwa wanapanga njia ambao ni ramsi, mwingine anaweza kapanga pale, au kuna vile vi ramsi ambao vinatengeneza, vinakuja kupachikwa pale. Kwa baada ya uzinduzi tutakuja kupachikwa kwamba kila mmoja sasa utakuwema. Na vile vinasaidia nini? Kwa sababu kuna gorofa ya kwanza, ya pili mpaka ya tano zile sasa zinakuwa zinakufanya unavyopanda kutoka gorofa ya kwanza mpaka ya pili, hauhisi kama unaenda mbali, kwa sababu mle ndani unakuwa unafanya shopping, unaemea na wale wa machinga ambao wamepanga njiani kwao. Gorofa ya kwanza unanunua kwa ukaona kitu mpaka ya pili, unafika hadi ya tatu, huku unaemea, huku unafuata kitu cha eneo husika kwao. Na wenyewe tukishafunguliwa wataingia, au wengine ataanza kutenda. Tumeweka moja pale uweze kuona sample ilivyo. Ni kuja tu kupachika. Tumewapa sample sisi masoko ili wasije wakatuharibia kwamba uwe na mfumo ambao unafanana. Kwaolo biashara za msimu, mtu ana biashara ambayo anataka kuuza ndani ya mwezi mmoja au miezi miwili, wanaruhusiwa kuja kufanya biashara zao hapa? Wanaruhusiwa. Tuna eneo ambalo tumelitenga, tunaita promotion. Kwa hiyo akifika ndani ya wiki moja tunampa eneo lake anafanya display kama mabenki baada ya muda anaondoka. Wenzetu atia leo na kuaga na madarasa wanatoa wanakuja wanafanya, then wanaondoka kama unavyoona Mlimani City mle katikati tumeweka maeneo kama hayo. Kwa wote tunawakaribisha, na tunaomba kesho waungane na sisi na Mheshimiwa Rais kuzindua soko hili ambalo kiukweli ametupendelea, ukiliangalia jinsi ilivyokuwa limeungua na jinsi alivyolirudisha kwa pesa aliyoitoa, lakini kule ambako ilikuwa ni Shimoni chini watu wanaonyeshewa na mvua, wajua inawakia tayari. Ameweka ghorofa kwamba watu wana vizimba vyao, mmeviona, anaweza kufunga mzigo wake akaondoka. koo karibuni sana kwa wale wafanyabiashara ambao hawana vizimba na wapo hapo nje, baada ya soko hili kufunguliwa, je, wataendelea kuwepo pale nje au watatolewa kwenye ile maeneo? Maelezo ambayo ameyatoa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa RC Charamira ameshaelekeza kwamba wafanyabiashara wengi walioko huku pembeni wana maeneo ndani ya soko. Kwa hiyo wameelekezwa warudi ndani ya soko na wale ambao wako huko wanatakiwa wapishe njia ziweze kupita, kwa sababu hili soko pesa iliyowekwa ni kubwa, lazima watu waweze kupafikia. Kuna parking za magari zaidi ya 400. Wafanyabiashara Kariakoo walikuwa wanahangaika kupaki magari, wakifika hapa parking, zaidi ya 400 watafaidika nazo, lakini mtu akiendelea kupanga kule wakati kumbuka ndani kuna mtu amepanga na analipa kodi itakuwa sio vizuri. Kwa hiyo nawashauri na natoa rai kwamba waingie ndani ya soko wapate maeneo yao kama Mheshimiwa mkuu wa mkoa alivyoelekeza. Naomba ufafanue kuhusu bei ya gharama ya mpangaji. Gharama ni nafuu na ni nzuri sana, kwa sababu zipo gharama za mpaka elfu themanini kwa mfano, vile vizimba tu mtu analipia elfu themanini Ukichukua elfu themanini ukagawa kwa siku ishirini na nane bila mwezi, unakuta mtu analipa shilingi elfu tatu au elfu mbili mia nane kwa siku, ni ndogo sana. Lakini pia kuna nyingine zina havari kutokana na jinsi unavyopanda. Gorofa ya kwanza labda inaweza ikawa ni ground floor ni laki moja na ishirini. Unavyopanda juu gorofa ya kwanza ni laki moja. Unavyopanda tena juu ni 880. Kwa hiyo zinatofautiana kulingana na umekaa wapi. Mtu ambaye amekaa mlangoni ana duka la skwa mita 10, hawezi kulipa sawa na mtu ambaye yuko gorofa ya kwanza ana skwa mita 1. Kwa hiyo zinatofautiana bei, tumejitahidi sana kufanya utafiti kati ya sisi, shirika la nyumba, sajili wa Hazina na hawa wenzetu ambao wametuzunguka ili tupate bei ambazo ni za soko kuliko kupata bei za chini au kuumiza wafanyabiashara. Kwa hizi bei ni za ushindani. Si shirika la masoko, ni shirika la serikali, lakini lazima bei ziwe za ushindani kuliko pale ambapo bei zinakuwa ziko chini, unapata mtu hilo eneo anaenda kulikodisha kwa mtu mwingine. Rai yangu kwa wafanyabiashara ambao wanaingia ndani ya soko hili ni kwamba naomba watunze miundombinu yetu. Tumeweka utaratibu kwamba bidhaa fulani itapatikana eneo fulani, bidhaa fulani eneo fulani. Tutalisimamia ili so kwa wivu mkubwa. Kwa hiyo ukipanga bidhaa eneo ambalo sio lako tutachukua hatua. Tuna walinzi wa kutosha, tuna maaskari wa kutosha. Tusaidie kulinda miundombinu hii ili wenzetu na vizazi vyetu viweze kulitumia soko hili. Shukran sana.